Hujambo mwanafunzi, karibu kwa somo la leo. Tutajifunza kuhusu insha ya tawasifu Swahili autobiography. Tawasifu ni nini? Tunapoendelea kumbuka kulike, share comment na kusubscribe. Tawasifu ni utungo wa kiuamilifu ambapo mtu hutoa habari zake binafsi. Habari hizi zinaweza kuwa kuhusu maisha ya mtu husika toka kuzaliwa hadi wakati uliopo. Tawasifu huweza kuhusu tukio au matukio yanayorejelea kipindi fulani katika maisha ya mhusika. Matukio haya ni kama vile masomo katika shule ya msingi, shule ya upili au chuo kikuu. Huweza pia kurejelea matukio au kumbukizi zilizoacha athari za kudumu. Katika kuandika tawasifu, ukweli na mpangilio wenye mantiki huzingatiwa. Kwa sababu tawasifu hurejelea mtu binafsi, basi huandikwa katika nafsi ya kwanza. Unapoandika tawasifu, zingatia matumizi ya usemi taarifa na lugha rasmi yenye mtiririko. Muundo wa tawasifu: moja. Mada au kichwa. Mada ya insha ya tawasifu huanza kwa jina tawasifu huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari aghalabu. Jina la mwenye tawasifu hutajwa kwenye mada. Mfano, tawasifu yangu Rehema Mwaka. Baada ya mada, mwili wa tawasifu huanza. Mambo yafuatayo hutajwa: moja, kujitambulisha. Kujitambulisha huwa na mambo kadhaa kama ifuatavyo: jina. Mwandishi hutaja jina lake kuzaliwa, eneo, kaunti na kadhalika. Mwandishi hueleza historia ya kuzaliwa kwake, mahali alipozaliwa au eneo alilozaliwa. Malezi yake, habari kuhusu malezi au ukuaji huelezwa. Elimu, elimu hutoa habari kuhusu masomo yake katika shule ya msingi, upili na vyuo mbalimbali alivyosomea. Sehemu ya pili katika mwili wa tawasifu ni tajriba. Sehemu hii hueleza kazi aliyofanya, alizofanya au anazofanya mwandishi. Pia anatajika kwa mambo yapi na watu wengine, au umaarufu wake hujitokeza kwa namna gani? Mfano, elimu ya juu, usanii, ukarimu na kadhalika. Uwajibikaji wa mtu au maadili yake kazini huelezwa. Falsafa ya mtu binafsi ya maisha pia huelezwa. Malengo au maazimio ya mtu binafsi na changamoto alizozipata utajwa pia na kuelezwa. Lugha pia eleza mtu binafsi ana uwezo wa kuzungumza lugha ngapi na pia kuzielewa. Mfano wa tawasifu iliyoandikwa. Tawasifu yangu Subira Mwema. Jina langu ni Subira Mwema. Nilizaliwa tarehe mbili Aprili mwaka elfu mbili na moja katika kijiji cha Mchagori, kaunti ya Embu. Kwa sasa nina umri wa miaka kumi na sita. Mimi ni wa jinsia ya kike na ndiyo niliyekuwa mziwanda na wa Bwana Nabii Mwema Karioki. Nina ndugu wawili wa kiume na mmoja wa kike. Mimi ni Mkenya na nina uwezo wa kuzungumza lugha tatu kwa ufanisi ambazo ni lugha ya mama, Kiswahili na Kiingereza kwa vile wangu, licha ya kutofanikiwa mno kielimu, walithamini elimu sana. Wakati nilipozaliwa ndugu zangu watatu kama umwema Petero Mwema na kazi umwema walionitangulia walikuwa tayari wametamatisha kisomo chao katika darasa la nane. Matumaini makubwa ya wazazi wangu yalikuwa juu yangu. Nilipohitimu umri wa kwenda shule, nilipelekwa shule ya malezi ya hapo kwetu mwanzoni Mwa mwaka wa elfu mbili na tano. Hatimaye mwaka wa hatimaye mnamo mwaka wa elfu mbili na saba nilijiunga na shule ya msingi ya Kavoteri. Hapo ndipo nilipokamilisha masomo yangu ya msingi mwaka wa elfu mbili kumi na tano. Wakati nikiwa katika shule ya msingi niliibuka kuwa mshindi katika tamasha za muziki za kitaifa mwaka wa elfu mbili kumi na tatu. Nyanja niliyoitia fora sana ilikuwa ya kukariri mashairi ya Kiswahili. Nilijiunga na shule ya upili ya Kenjoke mnamo tarehe 11 Februari mwaka 2016. Kati ya masomo ni yapendayo sana ni Kiswahili hasa fasihi ambapo tumeanza kuisoma kwa kina. Swali: Wewe ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Bidii. Umealikwa kuwazungumzia wanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya upili ya Baraka. Andika tawasifu utakayowasilisha. Hebu tujifunze muundo wa kuandika insha hii. Kwanza, jitambulishe, eleza jina lako. Eleza historia fupi ya kuzaliwa kwako na eneo au kaunti uliozaliwa. Eleza kuhusu malezi yako ya utotoni, kuhusu wazazi na ndugu wako. Eleza kuhusu elimu yako katika shule ya msingi, upili na vyuo vyote ulivyosomea. Eleza kuhusu maisha yako ya ndoa iwapo umeoa Eleza kuhusu familia yako, watoto na mke au bwana. Pili, tajriba. Eleza kazi ulizofanya kabla ya kuwa mwalimu mkuu. Eleza pia kazi nyinginezo unazofanya sasa kando na kuwa mwalimu mkuu. Eleza unatajika kwa mambo gani au umaarufu wako, mfano miradi ya maendeleo shuleni. Eleza uwajibikaji wako kazini na kuhusu falsafa yako ya maisha. Eleza malengo yako na changamoto unazozipata. Eleza lugha ambazo unaweza kuzungumza na kuzielewa. Natumai somo hili ni la manufaa kwako. Iwapo una swali, uliza kwenye comment section.